Si mpoki. Mpoki. Si tu si si na uko pamoja na sisi. Inawezekana Kevi au mtumishi yote akawa na shida. Au hataka ushauri, Bwana Mheshimiwa mbunge, kuna moja mbili tatu hapa mambo hayaendi. Naomba tu hizo simu japo kuna utaratibu wa kuwasilisha lakini wakati mwingine watumishi hata wananchi wanazidiwa, mtu wana paniki, anatuma tu hata message. Kwa hiyo hata kusema tulimpokea basi inatosha, tunafarijika sana. Sasa badala kusema hayo nisitumie maneno mengi sana, tutakutana kwenye vikao vya ya kisheria tutajadili mambo mengi, na nafikiri kwa mujibu wa ratiba yako pia utakuwa na ziara kwenye kata vijiji, basi tutakutana kwa sababu ziara zako zote zitambatana na wataalamu, tutajibu hoja ambazo zitajitokeza huko. Sasa baada ya kusema haya niseme tunakushukuru sana tunatoa neno kubwa sana la shukurani, tunakuomba Mungu akupe baraka nyingi, ufanye kazi yako kwa neema na hatimaye tuone kabisa kwamba tunapata Bumbuli yenye matumaini na wananchi wafurahi, na watumishi pia wafurahi. Baada ya kusema hayo, asante sana.